na msikilizaji wa CTR Radio ambao unatusikiza kwa sasa na pia mtazamaji ambao unatutazama YouTube, leo ikiwa ni tarehe 15 ya Aprili 2025. Msikizaji 2 naokaribisha kwa kipindi cha leo cha Imeandikwa. Leo tunaangazia uh, swala moja kuu: je, kila muumini uh, anene kwa lugha au ni lazima Uh, kila muumini anene kwa lugha. Naongelea lugha gani? Naongelea lugha ya Roho Mtakatifu. Msikilizaji basi, huo hilo ndio swala kuu ambalo tunaongelea usiku uh, siku ya leo uh, nikukaribishe kwa mara nyingine tena ambayo unatuangalia huko YouTube. Kabla tuendelee, hakikisha umesubscribe uh, na pia ambaye hauna app yetu ya CTR Radio kaweze kuingia kwa play Google Play Store then udownload moja kwa moja utaku natupata na kufuatilia vipindi vyetu. Basi bila kupoteza muda msikilizaji na mtazamaji pia nimkaribishe mtumishi wa Mungu leo yenda tutufungulia ili tukaendelea na kipindi chetu cha Imeandikwa. Karibu sana asante sana, uh, sana ndugu yangu kwa ajili ya kazi hii ya Mungu. Basi uh, wacha tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, tunakushukuru kwa wema wako, hakika umekuwa Mungu ambaye umetuleta kutoka hatua moja hata nyingine, na usiku wa leo maana wakati huu tunaenda kusikiliza uh, tunaenda kuzungumza mambo ya je, ni kila mmoja anene kwa lugha. Bwana, tunakuhitaji wakati tunapambanua neno lako, tunahitaji hekima yako kutoka juu, na mfalme wa amani, sio kutangazia tu ama kufundisha tu, lakini pia roho wako akaweze kuingia kwa watazamaji na wasikilizaji akaweza kujaza kuwajaza pale walipo wale ambao wametamani kunena kwa lugha waanze kunena baada ya kipindi hiki, na wakati unaendelea kipindi hiki, endelea kuwajaza na Roho wako Mtakatifu, nguvu zako zitembee kwa kila anayetutazama na anayetusikiliza, kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini Amen. Amen. Asante sana msikilizaji, karibu kwa mara nyingine tena <clears throat> uko nami Aron Mwita katika kipindi hiki cha Yeah, imeandikwa. Jinsi nilivyotangulisha uh, kipindi hiki awali katika utangulizi ni kwamba <coughs> so, leo katika swala kuu tunaongelea kuhusu, je, ni kila muumini anene kwa lugha? Hii ni lugha ya uh, ama ni, kabla tuendelee uh, ningependa kwanza, ili ukaweze kuelewa hii ni lugha gani ambayo tunazungumzia katika kipindi cha leo, naomba mtumishi wa Mungu akajitambulishe, alafu baadaye utuambie hii lugha ni lugha ya aina gani tunaizungumzia kwa sasa? <laughs> Haleluya, Bwana Yesu asifiwe watazamaji na wasikilizaji. Uh, tunazungumzia kunena kwa lugha uh, tunazungumzia kunena kwa lugha, na ni swali kuu, maana watazamaji wameuliza kwamba tu, tuweze ku, kuangazia swala hii ya kwamba je ni kila muumini anene kwa lugha ndani ya kanisa, hmm. na baada ya kututumia swali hili basi mimi na mwenzangu hapa tukaona tuweze kulishughulikia. yeah. Na yawezekano unajiuliza tukisema kunena kwa lugha tunamaanisha nini? Tunasema kunena kwa lugha ambayo imewezeshwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ama imewezeshwa na Roho Mtakatifu. Kunena kwa lugha, ninajua kwamba watu wengi katika makanisa mengi ama swala hili limekuwepo kwenye mitandao, lakini kunena kwa lugha ni niseme ni, ni, ni zawadi kutoka kwa Roho Mtakatifu ambayo ni muhimu sana kwa maisha ya Mkristo. It's a gift from the Holy Spirit. It is very important. Ni muhimu sana kwa maisha ya Mkristo na kunena kwa lugha inamaanisha unajiachia mbele, ama unajiachia kwa Roho wa Bwana. Roho wa Bwana anashika mdomo wako na anaweza kufanya nini? Anatumia mdomo wako ana, anatumia mdomo wa kunena maneno ambayo yawezekana wewe huyaelewi ama yanatokana na lugha ambayo wewe hauijui. Sasa Roho Mtakatifu anakuwezesha kuzungumza uh, lugha hiyo. Kwa hivyo ni lugha ambayo mtu huzungumza na huyu mtu anayeizungumza haielewi. Wakati unazungumza lugha ambayo huelewi, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, tunasema huko ni kunena kwa lugha. Na mwanzoni tu mpendo ni kwamba kunena kwa lugha ndani ya kanisa kunaleta nguvu nyingi, kunaleta nguvu nyingi. Eh, kanisa ambalo linanena kwa lugha linapata nguvu nyingi za kiroho, na kupitia kunena kwa lugha pia tunapata nguvu za kupigana vita na kustahimili vita. Mambo ni mengi ambayo yanafanyika wakati mtu amenena kwa lugha, na naamini Mungu atatusaidia wakati tunaingilia maneno haya tuweze kuyaangalia kiundani. Na Bwana aweze kutusaidia ili msikilizaji aweze kuelewa. Ah, asante sana kwa utangulizi ambao umeutoa mtumishi wa Mungu. Ah, ningependa niulize swali la kwanza. Ah, wakati tunaendelea na hichi kipindi cha Imeandikwa, na msikilizaji, ama mtazamaji unayetutazama, ni kwamba kila swali ambalo tunaliangazia lazima tulimulike kwa Biblia, kwa sababu tunasema hapa, imeandikwa. Kwa hivyo tunaangazia ah, mambo ambayo yameandikwa kwa Biblia kabisa Uh, tungependa kujua aina aina za za lugha, mm -hmm. E, za, za lugha ambazo mtu ama kama mtu anatakana kunena hizo aina za lugha lugha hizo tunafahamu sisi <laughs> e. Uh, Ta... ja, jambo la kwanza nafikiri, e, mtangazaji, ni kwamba Roho Mtakatifu ndio anayepeana kipawa ama vipawa tofauti tofauti chinzi anavyopenda yeye. Kwa hivyo kuna aina za lugha na yeye ndio anaamua anakupea aina gani, mm -hmm. Naona kwa mfano tukiangalia Wakorinto wa kwanza uh, kumi na tatu mstari ule wa kwanza, binasema nijaposema, kwa lugha za wanadamu na, mala, na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyayo na upatu uvumao. Najua Paulo hapa anazungumzia kuhusu upendo Lakini amezungumzia kuhusu karama aa, katika Wakorinto wa kwanza 12 amezungumzia kuhusu karama za Roho Mtakatifu. Alafu akasema kabla uendelee kuangalia hizo karama, kuna jambo moja muhimu ambalo nafaa kukuambia. Ndipo analileta kwamba ujapozungumza katika lugha za malaika na za wanadamu, bila upendo. Sasa analeta upendo, lakini hapa kuna jambo ambalo nataka tuone kwamba ujapozungumza kwa, kwa lugha za malaika na za wanadamu. Kwa hivyo kuna aina mbili ya kunena kwa lugha. Lugha za malaika na lugha za wanadamu. Unaona? Mm. Na ni vizuri kwamba tuweze kuingia ndani, tukaangalie hizi lugha za malaika na lugha za wanadamu ili mtazamaji um, na msikilizaji aweze kuelewa kiuhakika ni nini ambacho tunakizungumzia. Ah, tuanze na lugha za wanadamu. Mm. Sasa lugha za wanadamu ni pale ambapo uh, mtu ambaye hafahamu lugha fulani anazungumza hiyo lugha na wakati anazungumza hiyo lugha, wasikilizaji wake wanaelewa hiyo lugha. Sasa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ana, a, a, a, unazungumza lugha ambayo huelewi, lakini wanaokusikiliza wanaielewa. Sasa ni njia moja ya kuhutubu ama ni njia moja ya kuhubiri neno kwa lugha ambayo hujui, lakini Roho anakuwezesha hiyo, ndiyo inaitwa lugha za wanadamu, na haya ndiyo yaliyofanyika katika kitabu cha Matendo ya Mitume mbili pale mstari wa kwanza, nisome tu hadi saba. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahala pamoja. Na siku moja nitakuja kuzungumza kuhusu siku ya Pentekoste, taieleza vizuri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 wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Sasa inamaanisha kama kulikuwa na Mfaransa, hawa Wayahudi wa mmoja wao akawa anaongea Kifaransa. Kama alikuwepo Mjerumani, hawa Wayahudi mmoja wao akawa anaongea Kijerumani. Sasa ni uwezo wa Roho Mtakatifu, watu wamepewa uwezo wa kuzungumza lugha ya kibinadamu lakini si lugha yao ya mama. Ni lugha ambayo Roho amewasaidia kuizungumza, lakini wanaosikiliza wanaielewa. Wakashangaa wote wakistaajabu wakiambiana, tazama hawa wote wasemao si wa Galilaya. Wakawa wanashangaa, hawa ni Wayahudi wa hapa Galilaya, inakuwaje wanaongea lugha za kwetu hmm? Wale wasikilizaji sasa wanashangaa. Kwa hivyo, Roho Mtakatifu anaweza akakupa neema na uwezo wa kuongea lugha za kibinadamu zile ambazo haufahamu, lakini Roho akanena ndani yako. Pia kuna lugha sasa za kimalaika, eh, lugha za kimalaika hizi sasa mwanadamu hasikii, ni Mungu peke yake anasikia, zinaitwa lugha za nini? Za kimalaika. Mala. na kumekuwapo na upinzani ama teolojia ambayo inapotosha wakisema kwamba um, wanateolojia wengine wanasema kwamba eh, hakuna jambo kama hilo kwenye Biblia na tumesoma kwamba kuna lugha ya malaika, lakini wanasema kwamba huwezi uka, uka, ukaweka a principle ama kanuni fulani ukitumia kifungo kimoja ambacho ni hicho Wakorinto wa kwanza kumi na tatu mstari wa kwanza, lakini mimi nataka niseme kwamba kuna vifungu vingi ambavyo vinakubaliana kwamba kuna lugha ambazo hazieleweki na mtu yeyote isipokuwa Mungu mwenyewe, nazo zinaitwa lugha za nini? Za malaika. Nileta tu mfano uh, pale Wakorinto wa kwanza kumi na nne eh, niweze kukujibu tu mtangazaji eh, eh, maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye. Unasikia hiyo, maana hakuna asikiaye, inamaanisha lugha za malaika hakuna mwingine asikiaye isipokuwa Mungu ambaye mtu ananena naye. Sasa mtu akisema hakuna lugha za malaika, hii Biblia hapa inasema nini, eh, yeah? hakuna asikiaye inamaanisha ni Mungu peke yake, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye lakini ananena mambo ya siri katika roho yake. So akinena hayo mambo ya siri ananena na Mungu, wanadamu hawasikii, lakini Mungu anafanya nini? Anasikia, anasikia. Nimalizie mstari wa kumi na tano pale mstari hiyo hiyo wa Korinto wa kwanza kumi na nne kumi na tano Biblia nasema imekuwaje basi, nitaomba kwa roho tena nitaomba kwa akili pia hata eh? Sihitaji kuendelea ingekuwa kwamba hakuna kuomba kwa lugha, kwa roho lugha ambayo haieleweki, hatungesema nitaomba kwa akili pia. Nitaomba kwa akili inamaanisha unaelewa kila ambacho unakizungumza, umepanga maneno yale ambayo unataka kumwambia Mungu. Hiyo ndio kuomba kwa akili, lakini sasa akisema nitaomba kwa roho inamaanisha utaomba kwa lugha ambayo hauielewi, halafu pia utaomba pia kwa lugha nayo ielewa Asante sana kwa hilo jibu. Kabla tuendelee, niko na point of may I know umesema Mungu, lugha ya malaika ni Mungu tu anaweza kuisikia na kuielewa. Na vipi unapokuwa unaizungumza hiyo lugha? Kwa upande mwingine, shetani naye ana uwezo wa kuielewa hiyo lugha? Unajua Biblia imezungumza kwamba ni Mungu anayeielewa so akisha ikishasemekana bibilia ikishasema ni Mungu anayeelewa inamaanisha hakuna kile kingine chochote ambacho kinaelewa hiyo lugha isipokuwa Mungu. So hata siwezi nikasema eti shetani anaelewa hiyo lugha, shetani haelewi hiyo lugha lakini ingawa, sasa hapa ndio kuna shida, shetani naye anakuja na lugha yake unafikiri ni lugha ya Roho Mtakatifu lakini ameiweka tu kwa watu waliojazwa na nguvu za giza, wananena hiyo lugha. Sasa yule mtumishi wa Mungu anafaa afunuliwe na Mungu ama kuna kipawa cha cha kupamba, cha, cha, eh, discerning spirit, eh, ku, ku, ku, kupambanua eh, ama kutofautisha roho. Sasa hicho kipawa kinakusaidia kujua kwamba ile lugha inayonena na mtu fulani siyo, si ya Roho Mtakatifu. Unaona? Maana kuna vipawa tofauti tofauti, na ndio maana vipawa hivi vyote viwemo katika nyumba ya Mungu. Maana ukisema ni kipawa cha kunena tu kwa lugha, shetani naye anaweza leta kipawa cha, cha, cha, ama anaweza sababisha uh, watu wakanena lugha kwa, kwa lugha ya mapepo, na hiyo ikasababisha kukawa na mchanganyo ama kukawa kuna kuchanganyikiwa ndani ya kanisa kwa sababu lugha ya rohi iko na lugha ya mapepo ipo. Sasa, lazima kuwe na mtu anayeweza kupambanua roho, ajua huyu ni roho wa Mungu na huyu ni roho wa pepo. Sana sana mchungaji ama mtumishi wa Mungu inakuwa ni vizuri sana akiwa na uwezo huo. Asante sana msikilizaji wa CTR Radio ambao unasikiliza kwa sasa na pia yule ambaye unatazama YouTube, ninakukaribisha kama unajiunga na si, nasi katika jioni ya leo, nikukaribishe katika kipindi hiki cha Imeandikwa. Tunaendelea. Uh, lipo swali ambalo ningependa ni, niulize kwa ajili pia ya msikilizaji pia na mtazamaji ambaye anatazama. Mm. Um, sema mtu anataka akona ile ta, tamani la moyo wake kwamba anataka kuzungumza kwa roho. Vipi? Anaweza kuwa anajiuliza labda kama kuna stages ama zile hatua za roho za za kunena kwa lugha. mm -hmm. Vipi? Kuna hiyo stages tuka, tunaweza kujua tukaweza kujua